bwana akapate kukufungua mahali ambapo umefungwa karibu sana, karibu sana mtumishi wa mungu bwana yesu asifiwe karibu sana kwa ajili ya neno uzungumuze na wanao karibu karibu karibu, karibu, karibu karibu karibu na mungu akubariki Fungua moyo wako tukaweze kusikia neno, tukasikie kile ambacho Mungu amepata kukipanga mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Kuwa na huruma kwa yule mwenye anapitia shida mchana wa leo. Kuwa na huruma kwa yule mwenye anahangaika mchana wa leo. Chukulia ni wewe ama ni ndugu yako ama ni mamako ama ni mme wako. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hivyo uko na sababu mchana wa leo wa kupata kumwambia Mungu kitu akaweze kushuka na akapate kutenda. Bwana Yesu asifiwe, ni lazima ikajulikane ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe, aleluya. Kwa hivyo ni mimi na wewe tukapate kupaza sauti zetu tumuite Mungu ili akajulikane kwa maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe, aleluya. Kutoka 14 hiyo 10 16. Hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao; wakaogopa sana; wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya, kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema, tuache tuwatumikie Wamisri? Maana ni afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo; kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamutawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? waambie wana wa Israeli waendelee mbele Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari, na kuigawanya; nao wana wa Israeli watapita katika watapita kati ya bahari katika nchi kavu wako kwenye kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale walikuwa wanaishi wakiwa wamekewa amri na Farao. Bwana Yesu asifiwe, ya kwamba hataki kuona mtu yeyote anaabudu ama, hataki kuona mtu yeyote mwenye anatoka katika ile nchi, na mahali pale walikuwa wamefungiwa katika lile lango. Lakini katika kufungiwa kwao waliendelea tu kumlilia Mungu, wakamwambia Bwana, tutaishi hapa mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akatuma malaika akaenda kwa mtumishi wa Mungu Musa, na akapata kunena na Musa katika lile kundi, na akamwambia ya kwamba ni wewe nimekutuma, ama nimekuchagua wewe, ndio utapata kuchukua hii zamu ya kutoa wana wa Israeli katika hiyo Misri na kuwapeleka Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na safari yao nataka niwaambie ya kwamba haikuwa rahisi, maana Farao walikuwa wamepata kuwafunga wasione mbele wala nyuma. Bwana Yesu wasifiwe. Wakitaka kutoka, wanarudi mahali hapo, wakitaka kufanikiwa maisha yao yanabaki tu hapo, lakini Mungu akaachilia neema, akasema ya kwamba ni lazima muende mkatoke katika hicho kifungo, na Farao ni lazima akajua ya kwamba kunaye Mungu mwenye anaweza. Bwana Yesu wasifiwe. Aleluya. Ndipo Bwana kanena na Musa, akamwambia ya kwamba waambie wana wa Israeli, mpate kuambatana ili mtoke katika nchi ya Misri na kuelekea Kanani. Na mtapita vipi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Musa akafanya bidii akatoa lile kundi na walipokuwa wako katika safari ya kuelekea Kanani, unaambiwa ya kwamba Farao alipata habari ya kwamba wana wa Israeli wametoka, wale walokuwa umewakamata wametoka na sahi hawako katika hilo kundi ama katika hilo jumba, wametoka na wanaenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe walienda mpaka wakakaribia bahari. Walipofika mfuoni, wakaangalia nyuma. Walipotazama nyuma, wakaona ya kwamba Farao na magari zake wako huko nyuma, wanawafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kumlilia Musa, wakamwambia ya kwamba, Musa, mbona afadhali ungetuacha kule tukapata kuzikwa na makaburi ya baba zetu, umetuleta huku ili tuangamie. Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Lakini Musa alinena nao na akawaambia ya kwamba msiogope, maana wale wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena katika maisha yenu, maana Bwana anaenda kutoa njia pasipokuwa na njia. Kwa hivyo, Mungu ni lazima akatende jambo ili akajulikane ya kwamba yuko na anaweza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Wakawa wamevunjika moyo Wakawa wako na maswali, wakaanza kumnungunika Musa, wakaanza kunena maneno mengi. Itafanyaje na hapa tulipofikia ni baharini? Mahali hapa kuwezi kukatoka njia, mahali hapa tuwezi tukapita, tutafanyaje? Mbona Musa umetuleta mahali huku? Lakini unamboya kwamba mahali pasipokuwa na njia Bwana utoa njia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaanza kumlilia Musa, wakamwambia mbona, wakamlaumu lakini Mungu akapata kunena na Musa akamwambia ya kwamba una nini mkononi mwako? Akasema niko na fimbo. Akaambiwa, piga hiyo maji na itagawanyika, na mahali hapo kutatoka njia na watu wa Mungu watapita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka ninene na wewe ambayo umekata tamaa mchana wa leo. Nataka ninene na wewe ambayo unapitia hali ngumu masaa haya. Nataka ninene na moyo wa mtu uliovunjika mchana wa leo, ya kwamba nasema ya kwamba nitafanyaje? Maana ninapotazama ugonjwa huu naona ya kwamba hautapata tiba. Anapoangalia yale mateso anayoyapitia, moyo wake anavunjika, anaona kufika mwisho tu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nataka nikwambie ya kwamba usiogope, wale wa Misri unaoona leo hautawaona tena. Maadui waliosimamia nyumba yako hautawaona tena. Maadui wanaofuatilia nyumba yako hautawaona tena, maana Bwana anaenda kutoa njia mchana wa leo. Mwambie Bwana kaweze kuitoa njia ili ukapite, maana unaambiwa ya kwamba Yesu Kristo aliweka mioyo migumu kwa Farao uendelee kuwafuatilia wana wa Israeli ili wakajua Uweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Usivunjike moyo kwa ile hali uliyonayo, haijalishi kuna maadui wamekukamata na wakakuweka mahali, haijalishi familia yako imekamatwa na ikawekwa mahali, maana unapojaribu kutoka kuenda mbele, unaona tu unarudi nyuma. Ukitaka ufunguliwe, unaona maisha yako yanagandamizwa, ni wale maadui wako nyuma yako, maana wanafuatilia maisha yako mchana wa leo, lakini kunayo njia inaenda kutolewa katika maisha yako. Kunayo njia ya wokovu inaenda kuachiliwa ndani ya nyumba yako. Bwana naenda kuachilia ukombozi mchana wa leo. Wale waliosimama kwa watesi wa maisha yako hautawona Usifunjike moyo, njia Bwana kuna hiyo njia anaenda kuitoa. Usikate tamaa mchana wa leo, maana jibu linaenda kuachiliwa ndani na maisha yako. Bwana ni lazima atende jambo ndani na maisha yako, kunalo jibu linaenda kuachiliwa. ulivyokanyaga mahali hapa hautatoka hivyo, kamulilie Bwana mchana wa leo, mwambie wale maadui wanaonifuatilia kawaondoe mbele yangu, maana bahari ilipogawanyika kizwa na bahari wa Misri walipita na wakatoka salama. Ni lazima ukaachiliwe mchana wa leo, waliokamata maisha yako wakakuachilie, waliokamata nyumba yako wanaenda kuachilia, waliokamata watoto wako lazima wakuachilie, waliokamata nyumba yako lazima wakuachilie, wakuachilie ni lazima mchana wa leo wakaweze kuondolewa mbele yako, na meno ya Mungu ikapate kuwajua maisha yako, lazima ukapate amani. Mungu wako naye mwabudu lazima akajulikane. Mbona kila siku uko hapa mbona kila siku uko hapa katika nyumba ya Mungu? Na kama ni hudumu unaifanya, na kama ni michango umetoa sana, lakini nyumba yako bado inahangaika. Unapotazama magonjwa hayaishi. Unatoa mchango katika nyumba ya Mungu, ukitoka mahali hapo naenda unalazwa. Mwambie Bwana, wa Misri wanaonifuatilia kawaondoe mbele yangu. Mchana wa leo nataka niendelee mbele, nataka kufunguliwa, nataka ukombozi leo. Mwambie Bwana akatende jambo mchana wale. Bwana anataka akapate kumfungua. Anataka akapate kuatilia neema ndani ya maisha yako mpendwa. Anataka kapate kuachiliwa kufunguliwa kwako. Anataka kapate kuachiliwa ukombolewa kwako. Anataka kapate kuachiliwa neema yako. Haijalishi una vita gani katika ndoa yako. Haijalishi una vita gani katika nyumba yako. Haijalishi umewekewa miungu gani katika nyumba yako. Bwana anaenda kuachilia fimbo ya Musa mchana leo. Anatingisha vigango vyote vya Labani. Anatingisha miungu yote ya Labani. Miungu yote iliyoiko ndani ya nyumba yenu. Mi miungu yote leo karibishwa katika boma zenu. Miungu yote leo karibishwa katika maisha yenu. Bwana naenda kuitingisha mchana wa leo. Zinaenda kung'olewa ngozi zote za giza, maana Bwana anatuma mchumbe na kung'oa manyoya kondoo, ambao wamezuia maisha yenu, wamezuia baraka zenu, wamezuia menendo yenu. Bwana anaachilia mchumbe, malaika Gaburaeli anatumwa ni kwa ajili ya maisha yenu. Malaika Gaburaeli anatumwa ni kwa ajili ya nyumba zenu. Malaika Gaburaeli ametumwa ni kwa ajili yenu. Anahitaji kutingisha, anatingisha miungu yote, anatingisha mafingo yote, anapomoa viungu vyote, anaharibu majina yote, anaharibu vinywa vyote, maroho ya kuzimu, maroho ya kutuma na kutilata. Yesu mwana wa Daudi amemtuma mjumbe akatingisha ngome zote akatingisha miungu yote akatingisha falme zote ili mkapate kuwa huru mchana wa leo bwana anaenda kumfungua waliomtabiria ya kwamba mwaka huu hamutaumaliza, waliotabiria kwamba mwaka huu hamutauona, waliotabiria masikini katika maisha yenu, waliomtabiria magonjwa katika nyumba yenu, waliotabiri mashaka ndani yenu, waliotabiri uovu ndani yenu, wakatabiri vifo ndani ya nyumba yenu, wakatabiri majali ndani ya maisha yenu. Nataka nimwambia ya kwamba Musa ametumwa, ametumwa na fimbo yake mchana aleo, anatingisha hiyo wavui wote, anatingisha ukufara wote, anatingisha magonjwa yote, anatingisha uovu wote, yes. wote anang'oa mafingo yote yaliyokaribishwa ndani yenu, magonjwa yaliyotabiriwa, maradhi yaliyo yaliyotabiriwa, magonjwa sugu yanomtatiza Mumezunguka mahospitalini, munagoza, hamujapata jibu. Mumetembea mahospitali yes, makubwa, hamujapata kuona jibu, lakini siku ya leo kuna ya Dakitari Luka, yes, ametumwa ni kwa ajili ya maisha yenu. Ametumwa ame ni kwa ajili yenu, anaenda kutingisha, anaenda kutingisha, yes, miungu yote inaenda kutoweka, miungu yote inaenda kutoweka, anahamisha anaamisha vituko vyenu, maroho ya giza ikang'oke na kutoka ndani yenu, ikang'oke na kutoka ndani yenu, maroho ya makufara, maroho ya magonjwa, maroho ya maradhi, ikang'oke mchana wa leo, ikang'oke ndani ya moyo wa mtu ikang'oke, ndani ya moyo wa mtu ikang'oke, ndani ya moyo wa mtu ikang'oke, ndani ya nyumba ya mtu nafuruka. Anga zao hizo, anga za mapepo hizo, anga za magonjwa hizo, anga za kufara nafuruka mchana wa leo nafuruka, anga zao nafuruka, anga zao nafuruka, anga zao, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi anafuruka hiyo miungu miungu inagomeka hiyo miungu inagomeka. Gomora na sabola, gomora na angamia, gomora na gumba. Bwana anapomoa anapomoa anapomoa anapomoa hiyo miungu, haya magonjwa. Uyo tabiri ni siku ya leo, ni siku ya leo, ni siku ya leo. Bwana anaachilia uzima, anaachilia uzima ndani ya mtu. Bwana anashuka ni kwa ajili ya Bwana nataka kwenda kwa tamalaki mchana leo. Ndio. Yeah. Umeenda hospitali umetabiriwa, yes, presha isiyokuwa na madawa, akansa isiyokuwa yeah, na madawa yes, asazi ambayo imekutatiza miezi mrefu, yeah, mnaishi ya kwamba umeonewa, sukari ambayo ina matiba ndani yako, hiyo presha ambayo amekosa tiba, nataka nitangazia ya kwamba inaenda kung'oka mchana wa leo. Haitapata nafasi ndani ya mwili wako, haitapata nafasi ndani yako, hautapata ndani yako Bwana anaenda kutingisha hizo roho za magonjwa, hizo roho za magonjwa, hizo roho za magonjwa. Bwana anaenda kuzitingisha roho za wenda asimu zilizotabiriwa ndani yenu, miungu ya ukoo, miungu ya ukoo, miungu ya ukoo, makano ya ukoo, makano ya wazazi wenu, makano ya wazazi wenu